Hosea Alugano kamishna wa mchezo ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu Lindi Rilefa akiwa anaongoza nyota ishirini na mbili kutoka pande zote mbili. Ilipo rangi ya njano ni wananchi Young Africans, iliko upande rangi nyekundu ni wekundu Msimbazi Simba. Wanaingia katika mchezo mkubwa huu, mchezo wenye hadhi ya nyota tano, mchezo ambao unakutanisha timu mbili ambazo sasa hivi wamevuka kabisa katika mawanda ya ubora tu wa ndani ya Tanzania mpaka katika anga la kimataifa zinatikisa kimataifa. Wakati huu kwa mara ya kwanza miamba hii ipo katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, yote kwa pamoja. Ahmed Arajiga ndiye ambaye anakwenda kusimamia sheria 17 za mchezo huu. Mambo ni mazuri, na sasa ni picha ya ukumbusho juu ya tukio hili ambalo linapigwa leo Novemba 5, na tayari mvua taratibu imeanza kushuka katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Jiga ameanzisha kipenga kile kwa maana ya kuzianza dakika 45 za kipindi cha kwanza.